alivyotumba akatuleta hapa duniani, sisi tumekuta tunafanya madhambi tele, lakini pia Mwenyezi Mungu akafungua njia tele za kutusamehe madhambi yetu. Katika hizi njia tele alizotusamh, kiasi ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu leo akijichoma mwiba, yale yalmaumii ya mwiba akijichoma, basi Allah anamsamehe mwa akioma bas allaanamsamhe amb nikiasigani l sasa dua hii Sayyidul Istighfar ndiyo bwana wa dua za istighfar, yaani Muislamu yoyote jitahidi halla halla juu chini hii uikarili katika maisha yako, usije ukakosa dua hii kuikarili kichwani. Shekhe, tunakarili mamiziki tunakarili mavitu kibao ambayo hayana maana, kwahili ushindo kukarili vitu kama hivi kukariri, yani kuweka vitu kichwani, kuhifadhi labda niseme kauli hiyo eh? Tume anasema

sababu kuna wengine wameumbwa lakini hawataki kukiri kwamba Allah ndiye aliyewaumba. Sasa hapa unajidhalilisha, unaambia rabbi, ana abduka, mimi ni mja wako, mtumwa wako, mimi wa ana na mimi ala ahdika wa wa'dika mastata, mimi nipo katika ile ahadi, na nitajitahidi juu chini, ya rabbi, kadiri ya uwezo wangu iniifanye ni, ni, ni, ni, ni, ni hii niitimize ile ahadi. Ahadi ipi? sisi kabla ya kuletwa hapa duniani kilimwahidi, ya rabbi, ukitupeleka duniani sisi tutafanya ibada tutakuabudu wewe. Sasa ndio unamwambia rabbi ana, nitakuwa katika ile ahadi ad kama a'udhu bika min sharri ma sanat. Lakini ya rabbi, mimi ndio wako, nafanya madhambi, naomba uniepushie a'udhu bika, niepushie shari ya yale ambayo niliyoyafanya, kwa sababu mtu unafanya madhambi na madhambi mengine unakuta ile shari yake na kukuta au inakurudia sana, naomba ya rabbi niepushie shari ya yale niloyafanya. Ehe. uh -huh. Uh, abu la ka binaamatika ale abu la ka binaamatika ale. Ya rabbi mimi neema zako ulizonipa naziona, ya rabbi nakiri, naziona abu bidhambi, lakini pia rabbi mimi mja wako nina madhambi faghfirli, nisamehe, fa innahu kwa hakika la yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anaweza kunisamehe madhambi yangu ya rabbi, isipokuwa wewe. Hakuna anaweza kunitua huu mzigo wangu ya rabbi, isipokuwa wewe. Hiyo ndiyo sayyidul istighfari. Jitahidi tuhifadhi. Mtume anasema mwenye kuisoma idua hii asubuhi kabla haijafika jioni akafa, basi huyu mtu anaenda peponi. Akaisoma jioni kabla hapajakucha asubuhi akafa, huyu mtu anaenda peponi. Manake kama unaweza katika nyiradi zako iweke hii baada ya swalati subuhi, unaisoma baada ya swalati almaghrib au isha unasoma, awe muda wote ukifuata. Hata tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lakini tunasema huku tuna tabasamu. Allah mjalie kheri ukuaendako kombe. Allah subhanahu wa wa ta'ala atujalie mwisho mema wa ila huna wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullah.